kuipata nafasi kama hii, nafasi ya kumweleza mmoja miongoni mwa wamama walioweza kuisimamia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakawa ni miongoni mwa wenye kubakisha historia katika ulimwengu huu wa dunia, naye si mwingine, nitakwenda kumweleza Mama Halima binti Mbwana ambaye kwamba alijulikana kwa jina maarufa kwamba alikuwa akiitwa Ummul Manaazil. Mama Halima huyu alizaliwa katika mji wa Lamu, mitaa ya Riadha, alizaliwa katika mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na moja mwaka wa miladi, katika mitaa ya Riadha Lamu. Na Mama Halima alizaliwa na wazazi wake na akakulia katika malezi, aliolelewa na wazazi wake malezi ambayo kwamba yalikuwa ni malezi mazuri, malezi ambayo kwamba yalikuwa ni malezi ya kidini, yaani alikulia chini ya malezi ya wazazi wake, na akawa mama kama huyu ni mwenye kukulia kwa njia ambayo kwamba yalikuwa ni malezi kutoka kwa wazazi wake. Na kabla hatujakwenda kuelezea kwa undani zaidi kuhusu mama kama huyu, tukiangalia kwanza, tunaambiwa kwamba waraa kulli rajulin adhimin imraatun adhima, nyuma ya kila mwanaume ambaye kwamba ni adhim, basi nyuma yake au ya mbele yake huwa kuna mwanamke ambaye kwamba ni adhima. Na hapo tukiangalia imekuja waraa kulli rajulin, yaani nyuma ya kila mwanaume, lakini rajulin hii ikaja kwa nakira, lakini ikasifiwa mbele yake, ni kwamba ni awe ni rajulin kisha adhimin, yani mwanaume ambaye kwamba ametukuka, mwanaume ambaye kwamba ana hadhi, mwanaume ambaye kwamba ana hisa katika dini. Si kila mwanaume kwamba anapatikana kupitia mwanaume mwanamke ambaye kwamba ni adhima, la bali, kuna wanaume wengine ambao kwamba sasa hivi akitoka nyumbani hadi kurudi nyumbani anaona mtihani, kwa zile dhiki ambazo kwamba ziko kule nyumbani kupitia wanawake inakuwa ni mtihani pia, mtu kurudi nyumbani kwake, nyumbani ataki kurudi. Kwa sababu gani? Yule mwanamke ambaye kwamba yuko naye. Lakini hapo tumeambiwa kwamba waraa kulli rajulin adhimin imraatun adhima, kila nyuma ya mwanaume ambaye kwamba ni mwanaume ambaye kwamba ana msimamo, anaistikama katika dini, basi jua kwamba hapo kuna mwanamke ambaye kwamba pia naye ni adhima, pia naye ana msimamo kama mume wake. Na ndio alikuwa mama kama huyu ambaye kwamba tutakwenda kumweleza, Mama Halima binti Mbwana huyu alikuwa ni mkubwa katika ndugu zake, na miongoni mwa ndugu zake wa kiume alikuwemo Muhammad Mbwana. Huyu mata fi Marereni wadufi na fi Mambarau, huyu alikufa Marereni afu akazikwa katika mji mtukufu wa Mambrui. Kisha yupo Jaafar Mbwana, huyu asha fi Nairobi, wamata fi Nairobi, wadufi na fi Nairobi. Huyu maisha yake yote alikuwa Nairobi na alizikwa Nairobi. Kisha yupo Alhabib Abdallah Mbwana ambaye kwamba huyu maisha yake alikuwa katika mji wa Nairobi, lakini mata fi Moshi, alikufa katika nchi ya Tanzania mjini Moshi katika matibabu. Na pia vilevile huyu Alhabib Abdallah Mbwana alizikwa katika mji wa Nairobi katika mawiki ya nyuma ambayo kwamba tumeyatoka. Kisha tukiangalia ndugu zake upande wa wanawake yupo Fatima Mbwana, huyu yupo hai mpaka sasa na anaishi katika mji wa Mombasa. Kisha pia yupo Zainabu Mbwana ambaye kwamba yupo hai mpaka sasa na huyu yupo katika mji wa Nairobi. Tuangalie kusoma kwake mama Halima. Mama Halima alisoma Alquranul Karim kupitia kwa mwalimu wake ambaye kwamba ni shangazi yake kwa jina maarufa Nana Mwanahuri na huyu Nana Mwanahuri alikuwa ni mwalimu wake na pia vilevile vile, alikuwa ni mlezi wake. Ndiye alikuwa mlezi wake kitabia, ndiye alikuwa mlezi wake kwa mambo yote ambayo kwamba alikuwa yakitakikana kupatikana kwa mtoto basi. Mama Halima, huyu Nana Mwanahuri alikuwa ni mwalimu wake na alikuwa ni mlezi wake. Tuangalie ni ipi nasaba yake mama kama huyu, upande wa baba yake na upande wa mama yake. Nasaba yake upande wa mama yake ni watu kutoka kijiji cha Fundini ambacho kwamba kijiji kama hiki kiko katika mji wa Lamu, na upande wa mama yake ni watu kutoka kijiji cha Rasini pia vilevile vile, ambacho kwamba kijiji kama hiki kiko Lamu. Sasa asili ya mama kama huyu alikuwa ni mtu wa Lamu upande wa baba na ni mtu wa Lamu upande wa mama. Tuangalie vipi tabia zake mama kama huyu alikuwa ameshikamana nazo, mama Halima alikuwa ni mtu mwenye kupenda mizaha, yaani kiasi cha kwamba akawa ni maarufa mizaha kama ile. Akakulia nayo katika mji wa Lamu na pia vilevile vile ndio akaja akaishi nayo katika mji wa Mamrui. Na pia vilevile vile tarehe inatueleza kwamba Mama Halima yeye alikuwa ni mwanamke ambaye kwamba anapenda kuzungumza ukweli na ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa hakubali khiana. Ni mtu ambaye kwamba alikuwa hapendi hiana, na ukiangalia kwamba kweli alikuwa ni mwanamke ambaye kwamba hapendi hiana, tumwangalie mume wake. Mume wake ni mtu ambaye kwamba anafanya kazi za dawa, ni mwalimu wa madaris, tena madaris mbili, madaris, madrasa ya banin na madrasa ya banati. Lakini mama kama huyu hakusikika hata siku moja akilalamika kuhusu madrasa kama ile ya banati Wala hakusikika hata siku moja akiwa na mashtaka yoyote kwamba kumshuku mumewe na upande wa madrasa kama hii ya banati, bali tunaambiwa mama kama huyu ndiye aliyekuwa sapoti kubwa kwa mume wake, kumsapoti kuweka madrasa ya wanawake na madrasa kama hii ikawa ni yenye kuanzishwa katika nyumba yake na akawa ni mwenye kuitumia siti ngumu yake ndio ikawa ni madrasa. Ebu angalia, ni mwanamke gani ambaye kwamba ataitoa nyumba yake tena siti ngumu yake, iwe ndio watoto watakaa pale, wapige fujo, wafukuzane. Lakini huyu akajitolea kwamba elimu ifundishwe katika nyumba yake. Kile chakula ambacho kwamba anakula yeye, ndicho anakula na wanafunzi, kuonesha kwamba ni mama na ni mwanamke ambaye kwa alikuwa na ijtihadi kubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia vilevile mama kama huyu aliweza kuipata bakhti kubwa katika umri wake ambapo kwamba ilipofika tarehe tisa ya mwezi wa Jamadi Al Akhira mwaka wa elfu moja mia tisa thelathini na tisa mama kama huyu akaweza kupokea posa kutoka mji wa Mamrui posa ambao kwamba ilitoka kwa shekhe letu kipenzi chetu, Al Ustad Abdurrahim Almaruf Fahua mama kama huyu akapelekewa posa ya bwana mkubwa kama huyu Faua, na bwana mkubwa kama huyu Faua naye akapata fadhla, yani akapata bahti kubwa katika posa kama hii. Akapelekewa na mwalimu wake Alhabib Asayidi Al Alimamu Rahil Muhammad Albith, ikawa ni bahti juu ya bahti. Kisha akapata bahti tena katika nikaha yao, kufungishwa. Aliyoifungisha nikaha yao ni Alalama Alhabib Ali Badawi. Unaona kwamba ni bahati kubwa ambayo kwamba aliipata mama kama huyu. Kwani zipo posa au ipo posa ambayo kwamba al Ustadh Abdurrahim aliwahi kuposa, lakini kwa sababu ambazo kwamba hazikuweza kuepukika hazikukubalika. Lakini kumbe yote yale ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikuwa amemuongoza mpaka kwa mama kama huyu na kupitia kwa baraka za mtu mkubwa al Imamu Rahil ndio al Ustadh Abdurrahim akaweza kumuoa mama Halima binti Mbwana na ikawa ndio mke wake, akaishi naye katika maisha yote na mpaka akaja akaipata hii jina la Ummul Manaazil, akawa yeye ndio mama wa hizi madrasa zote, madrasa ya upande wa wanaume na madrasa ya upande wa kike. Mwisho kabisa, tukimalizia, ilipofika tarehe saba ya Shaaban sawasawa na tarehe tatu ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na saba mama kama huyu intakala ila rahmatillahi, aliweza kutuacha akaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya machache ambayo kwamba tumekwenda kuzungumzia kwa ndio namna alivyokuwa akiishi mama kama huyu inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotabaruku, tulivotabaruku asatujli min alladhina istami'una alqawla wa yattabi'una al ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh